Nilifungwa Mungu alifunga tumbo for the reason, kuna sababu ya msingi kwa nini alifanya hivyo. Kwa hiyo ndio maana nikakwambia hivi kuna sababu, si kwa sababu ya dhambi tu a a, na alifanya kwa ajili ya utukufu wake. Wakati mwingine Mungu anaweza karuhusu hivyo kwa utukufu wake. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo usingatia unapopitia kwenye vipindi kama hivyo, umeomba, umefanyaje, Mungu amekaa kimya. Lazima wakati mwingine inabidi ukae kama wanadamu, angalia labda nimefanya dhambi ni, ni ni kwa sababu ni miongoni mwa sababu eh, si ndio? Nimefanya dhambi au siishi neno lake nini? Ukija ukuta kote una amani, basi unaweza kana ukaona kwamba labda Mungu amefanya hivi kwa kusudi. Haleluya, haleluya. Na ndio maana alipozaliwa mtoto yule wa Hana akapatikana binani Samweli, si ndio? Kwa hivyo kila kitu Mungu anafanya kwa makusudi, ananyamaza. Anaponyamaza kimya, ananyamaza kwa makusudi. Wakati mwingine inaweza kuwa ni kusudi zuri kwa utukufu wa Bwana, wakati mwingine ni kwa sababu ya wewe mwenyewe ndio umesababisha Mungu akakaa kimya asijibu, ama si, asisikie wala asiseme, kila ambacho alitaka kukwambia labda wakati fulani ufanye nini, au akujibu kila ambacho ulikiomba. Bwana Yesu apewe sifa, amen. Kwa hiyo Mungu anaponyamaza kimya si kwa sababu, ni sababu moja hapo: Mungu yuko mbali na wewe au amekuacha, kwa sababu ya dhambi au kutokutii neno lake, kutokufuata maagizo yake, na maandiko nimesoma hayo. Lakini pia wakati mwingine anaacha mapenzi yake yatimizwe kama alivyosema hivi kwa Hana. Unajua uh, wakati, uh, wakati, uh, Sauli amesha haribu nikisema ameharibu, mwanake ameshakwenda kwenda kinyume na vile ambapo Mungu amemwambia. Unajua, alifika mahala Mungu akumsikia sauti yake, Mungu haku, hakujibu. Sio kama Mungu akusikia maombi yake, aliyasikia lakini akufanyaje, hakujibu. Tayari alikuwa ameshaharibu Sauli, hakujibiwa Sauli, ambaye ni mtu ambaye alikuwa ni, ni mfalme. Mungu alimkubali akaruhusu aka utawala wa Israeli, lakini ilifika mahali alipokosea, ndio hapo tunaingia kwenye mambo ya dhambi. Ile Samueli wa kwanza 28 mstari wa sita na kuendelea hakusikia Mungu, akampokea majibu ya ya, ya ya ya nani, ya Sauli. Samueli wa kwanza 28:6, kama umepata hapo, soma Samueli wa kwanza nani. Leo hayupo mtu wa speed yule, Albert leo hayupo, yupo ni kweje leo? Samueli wa kwanza sita tasoma mimi lakini, Sauli alipouliza alipouliza kwa Bwana Bwana hakumjibu wala kwa, kwa ndoto wala kwa ndoto wala kwa urimu wala kwa manabii. Yani sikiza kipigo hicho, yani jamaa hakupata majibu wala kwa ndoto wala kwa urimu urimu, si ndo nini? ya urimu wala kwa urimu wala kwa manabii. Na ukiendelea mbele hapo, ndo wana jamaa anaharibu zaidi, akaomba watumishi kutafuta waganga, sasa si ndio eh? Wachawi wale nyoro utambuzi, mambo yashaharibika. Kwa hiyo kwa nini Mungu hakumjibu Sauli? Hakumjibu kwa sababu hakutii, hakufata maarifa yake, hakufata maelekezo ambayo Mungu alimwambia. Nafikiri hebu watu ambao mnasoma Biblia mnaelewa vizuri Saula aliamua nini, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya, maelekezo aliyopewa hakuyatekeleza. Ndio maana sasa hapa akamkasirisha Mungu. Akafika mahala hata kama unamuomba Mungu, Mungu akawa hamjibu. Hata manabii, hata kupata majibu kutoka hata kwa manabii. Hapo ukisoma chini anatafuta watu wenye pepo ya utambuzi, ili wampandishie mapepo ili apate majibu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu tunaona kwamba tayari alikuwa ameshakosea. Tunapokosea, tunapotenda dhambi, Mungu ananyamaza kimya, anakuacha wewe ubaki kama ulivyo. Na Mungu akikuacha ubaki kama ulivyo, kwa sababu ya uovu, unaenda kuangamia. Anasema unaenda kuangamia mazima, urudi tena. Lakini Mungu kama amenyamaza kimya kwa kusudi lake, kwa utukufu wake, kuna jambo zuri linakwenda kutokea mbele. Bwana Yesu apewe sifa Amen. Lakini pia Mungu anaweza kunyamaza kama alivyosema pia kwa mapenzi yake mapenzia yaani, si kwamba umefanya dhambi, si kwamba umekosea, uko vizuri tu akakaa kimya kwa utukufu wake. Haleluya, haleluya! Unajua, Ayubu alipitia kwenye magumu sana. Tunasoma tu maandiko matakatifu haya kama stori katu wengine, lakini haya maisha aliyopitia Ayubu sidhani kama kuna mtu hapa anaweza kustahimili humu ndani, yani humu ndani, haya aliyopitia Ayubu haya kama yatatokea kwake si, si, si, sijui kama yupo ambaye anaweza kustahimili asimtende Mungu dhambi, asifungue kinywa chake kutamka vitu vibaya.

Lakini Mungu alikaa kimya, alikaa kimya ni kwa sababu ya makusudi yake, kwa mapenzi yake. Yani, haya ni mapenzi ya Mungu, anaruhusu kwa kusudi ya jambo fulani itimie, kama alivyoruhusu kwa Hana, alifunga tumbo kwa ajili ya kusudi lake. Bwana Yesu apewe sifa. Na unasoma kwenye Ayubu 30:20, pale Ayubu 30:20 kuna jambo hapo Nasema mm. nakulilia wewe wala uniitikii, nasimama, nawe, <laughs> mahali nasema, nakulilia wewe, wala uniitikii nasimama nawe, wanitazama tu. Maanake alipitia kwenye magumu machungu, hali ilikuwa ni ngumu sana, mpaka nafika hivi, namwambia Mungu, nakulilia wewe wala uniitikii nasimama nawe, wanitazama tu. Fika mahala Mungu anakutazama tu, hakuitikii. si kwamba ani wetenda dhambi anataka, kuna kitu fulani anakingojea, kimtukuze yeye Mungu na kikuinue wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah, Hallelujah. Amen. Kwa hiyo kuna wakati mwingine Mungu anaweza kanyamaza kimya, ili Mungu atukuzwe na hata wewe pia uinuliwe kwenye hatua fulani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mnaelewa vizuri eh, kwa sababu ya kusudi lake Bwana Yesu asifiwe. Unakumbuka Yesu alipo alipomwomba alipo kuna alipo, maombi Yesu aliomba akiwa katika hali ngumu kama ya Ayubu hii. Yesu aliombaje? Akasema Bwana kikombe hichi kama inawezekana kifanyeje? Kiniepuke. Unafikiri Mungu akusikia yale maombi? Aliyasikia vizuri kabisa. Lakini Mungu akakaa kimya, akanyamaza. Kwa sababu kuna mapenzi yake afanyeje? Yatimizwe. Lazima mwanadamu wakombolewe kupitia wewe Yesu na maana faida akapatikana, mimi na wewe tukaokoka, tukajuana leo. Mimi ni Makonde I was born Zanzibar, usingenijua leo lakini kwa sababu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Kwa hiyo wakati mwingine anaponyamaza kimya Bwana, si kwamba ah, anaruhusu iwe hivyo kwa ajili ya ufalme wake, kwa ajili ya utukufu wake. Lakini sitaki nikupe nikufariki, wakati mwingine katika hali kama hiyo lazima ukae ujiulize Mbona hiki kimekuwa hivi? Mbona kimekuwa hivi? Ukiona kule kote, umeangalia, hujatenda dhambi, hakuna mahali umemkosea Bwana, umekuwa mwaminifu katika utawaji, afu Bwana amekaa kimya kwa jambo fulani, basi unajua hapo kuna utukufu wa Bwana upo na kwenda kutimia muda wowote. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya kukupeleka wewe hatua nyingine. Bwana Yesu apewe sifa amina.